Mimi nataka leo hii tuongeze hiyo imani yetu. I want to believe that Kenya will not have another leader like the one serving the country today. Tutakuwa na hiyo imani ndio sababu tunaomba, tukipigana na yeye tukisema yale mabaya anafanya, kwa sababu mahali ataacha hii nchi, by any bad luck, kasogo arudi hii nchi itatake even 50 years kurudi mahali alipata. Kwa hivyo tuombe Mungu na tuendelee kumsema mabaya anayofanya na tuendelee kuombea nchi yetu na sana sana, tuombe kiongozi wetu tondo mo thema okorwa rigathi wagachagua no akorwo atatutongoretie ugwa tutongoretie agikutu gikorwa handu hairu ni moyo ugwo ni muko muhoera. Bishop, mimi naona hii serikali mabomengi nafanya mabaya na kama Wakristo tunaweza wasamehea, kwa maana ufisadi wanaweza wakaacha kuharibu huduma ya afya, tunaweza tukategeneza masomo, tunaweza tukategeneza. Lakini Bishop, hata tukiwa Wakristo, kuwaua watoto wetu, hiyo inakuwa ngumu kuwasamehea kwa maana wale watoto wamesha kufa, wazazi wamewapoteza. Akichaguliwa alisema hakutakuwa na extrajudicial killing, na hiyo ndio tunaona every day leo hii tumeona huyo mzazi mwenye analia kutoka kule Homa Bay, mtoto wake alichukuliwa kwa mikono ya wazazi akaletwa Nairobi jana. Tumeona picha katika televisheni zetu vile kijana alipelekwa hospitali kama ameaga, na tunataka haki itendeke. Na kama kweli kasogo ni mcha Mungu, leo hii Eliud Langat angekuwa amestep down ama angekuwa amewachisha kazi. Lakini wanataka kuficha ukweli, ndio sababu wanazunguka wanazunguka, but the Kenyans know the truth. May we pray for our country as a church, may we stand firm, na tuombe Mungu atuondolee huu uongozi ambao umeharibu nchi yetu sana sana.